Tuko na Emmanuel Mfundo yeye ni mwenyekiti e, PST chama cha Wafamasia kanda kaskazini, ya Kaskazini, tuko naye hapa na tuko naye kwa sababu tunataka kuzungumza naye mambo mengi sana sana, ambayo pengine utakuwa umeyasikia au umeyaona kwenye mitandao ya kijamii eh. Kuanzia wiki hii inaanza, walikuwa na shughuli yao ambayo ilikuwa inafanyika hapa AICC ukumbi wa mikutano, na yalizungumzwa mengi sana, na tukamsikia Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namzungumzia Dkt. Philip Mpango, alikuwepo kwenye shughuli yao na tulikuja na taarifa ya wafamasia kufanya kazi kwenye mlengo ambao unahitajika, lakini pia e, wapingana zile ubadhirifu wa upotevu wa dawa kwa sababu serikali imekuwa ikitoa e, hela kubwa au hela nyingi sana kuhakikisha kwamba kila hospitali kwenye mkoa kanda, lakini pia kiujumla kama taifa e, wananchi wanapata dawa kwa namna ambavyo inatakiwa. So tuko na mwenyekiti wa PST, chama cha famasia e, kanda kaskazini, Bwana Emmanuel Mfundo. Karibu sana e, mheshimiwa, kwenye studio za Mega FM Radio. Asante sana eh, yalitoka maelekezo mengi sana kwenye mkutano, mheshimiwa makamu wa rais alizungumza moja ya maelekezo ambayo yalitoka ni kuhusiana na eh, wafamasia kutoa elimu sahihi, kwa sababu kumekuwa na wimbi kubwa la Watanzania kutumia dawa kutokuwa na ule utaratibu. Kabla ya kufahamu maelekezo haya, kuna maelekezo gani mengine ambayo makamu wa rais aliyazungumza? Uh, mm. Mheshimiwa makamu wa rais mm. ambaye nilikuwa ni mgeni wetu rasmi yes. Lakini akimwakilisha mm. rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye mm. ndiye alikuwa mgeni rasmi, lakini alishindwa kufika kutokana na majukumu mbalimbali mm. alitoa maagizo mm. <coughs> au uh, mambo muhimu ambayo mm. e, wafamasia E, tunapaswa kuyafata pamoja pia na taasisi zingine za mm. kupitia Wizara ya Afya naweza mm. kuifata moja kwa ufamasia. Alisisitiza e, tu kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya dawa. Ndiyo. na hasa kwenye hili kumekuwa na, na matumizi ambayo sio sahihi ya dawa hasa kutumia dawa za hizi za kuua vimelea vya magonjwa mm. hizi antimicrobial mm. au antibiotic, watu wanatumia kwa ajili ya kwenye mifugo kunenepeshea ng'ombe mm. hasa e, ARV watu wanaweza kuchukua wakanenepeshea mifugo, lakini pia kuna matumizi mabaya ya dawa za usingizi zile mm. ambazo zi, watu, nazitumia e, theta e, watu wengine wanazitumia kwa ajili e, ya kama kilevi mm. kwa hiyo <coughs> kwenye hilo wamesisitiza tuendelee kutoa elimu kwanza ili kuzuia usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi mm -hmm. ya dawa, lakini pia kuzuia uraibu maana mm -hmm. baada ya hapo mtu anaweza kutumia hizo dawa na kuwa na uraibu mm -hmm. wa madawa e, ya kulevya moja kwa moja. Mm. E, mambo mengine ambayo alisisitiza ambalo ni jambo la pili ya, lilikuwa ni utafiti kuhusu miti dawa mm. E, utafiti kuhusu miti dawa na matumizi yake, unajua mm. E, dawa nyingi zinazotengenezwa e, zinatokana na mimea mm. E, na miti dawa. Kwa hiyo kwenye hili amesisitiza kwamba e, wizara kupitia e, taasisi zake hasa NIMRI ambayo inajihusisha na ufanyaji wa research mm. e, pamoja na a, baraza la, la, tiba asili na tiba mbadala mm. Kushirikiana na chama cha wafamasia Tanzania mm. Kufanya tafiti zinazohusu e, mimea tiba mm. na na, na mimea tiba hiyo, ili kuweza kutengeneza e, kufikia malengo ya kutengeneza dawa ambazo zitawasaidia wananchi mm. Lakini kwenye hilo hilo pia am, amesisitiza e, kwenye upande wa hizi e, mamlaka za serikali za mitaa kutenga maeneo ambayo yatatengeneza bustani za za kuweka miti dawa mm. Hii itasaidia eh, kwamba watafiti waweze kuikuta eh, kirahisi na kuweza kufanya u, u, u, utafiti mona, na mwisho wa siku tukapata tukapata eh, dawa ambazo ni, ni, ni sahihi. Na pia alitoa eh, changamoto kwa wizara ya Afya na taasisi kutoa kipaumbele kwenye ufanyaji wa tafiti ambazo zinaendeleza hiyo miti dawa. Jambo la tatu kati ya manne ambayo ambayo alikuwa ame, ame, ame, ametoa ya muhimu eh, mheshimiwa mgeni rasmi makamu wa rais ni, ni kuzuia eh, upotevu na ubadhilifu wa wa dawa katika mm. vituo vya kutolea huduma mm. na hii ni moja kuzuia udokozi mm. Kwa maana eh, sehemu yoyote haikosekani, eh, watu wale maharamia naweza mm. E, wadokozi wadokozi hawakosekaniki e, hata kwenye mabenki wapo, kwa maana ya taasisi za kifedha, hata tukienda sokoni mm. Nani wanadokoa mm. Lakini pia eh, ku, namna nyingine ya, ya kuzuia upotevu ni ku, kuzuia dawa kuchacha Okay. kuexpire, kuexpire dawa, okay. E, dawa zisi mm. kwa dawa, maanake dawa zimeta ili zitumike. Kwa hiyo zinapochacha maanake tunapoteza fedha mm. Si ndio? mm. Kwa hiyo hata maoteo tunaoyafanya kwa ajili ya matumizi inabidi tuyafanye kwa usahihi mm. Estimation ya matumizi ya dawa, kama unafanya estimation ya matumizi ya dawa kwa miezi mitatu, basi tufanye kwa usahihi mm -hmm. ili kuzuia E, kukawa na dawa nyingi ambazo zitabaki na labda zina, zingine zinaweza zikaelekea kwenye kuchacha au mm. ku, ku, kuexpire dawa hizo mm. Lakini kikubwa zaidi alisisitiza kuhusu e, wafamasia e, kufuata kiapo e, na maadili mm. Ah, na hili wafamasia huwa kuna kiapo tuna hapa baada ya kumaliza mm, na tuna hapa kwa ajili ya kwenda kuwatumikia wananchi mm. E, na ndio maana tunasema hii kazi ni ya kujitoa mm, na ni ya moyo na inatakiwa iwe wito mm, kwa kila mtu. Kwa hiyo wafamasia kuzingatia e, viapo vyao kufanya kazi kwa weledi mm, sawa na kufuata maadili mm, lakini pia E, alisitiza baraza la famasi ambalo ndio msimamizi wa taaluma hii ya famasi mm. na yenyewe kusimamia vizuri kwenye eneo hilo la maadili mm. pamoja na weledi, ili wafamasia waweze kutoa huduma zao vizuri mm. lakini la tatu, vyu ambavyo vinazalisha wanataaluma wa famasi wa wa na wao waweze kuwa fundisha wa, wafamasia wawe wa na weledi wawe na maadili mm. lakini wawe na ujuzi stahiki mm. e, ambao wanaenda kutoa huduma. Kwa hiyo hayo ni kati ya yale mambo manne ya muhimu ambayo mheshimiwa mgeni rasmi Dkt Philip Isdori Mpango mm. e, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliweza kuelekeza e, wafamasia pamoja na taasisi na wizara tuweze kuyazingatia. tumempa yeah. mm. sawa sawa. Mheshimiwa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuzo. Ndiyo. Na eh, tutakumbuka mheshimiwa rais alipata tuzo eh, kutoka kwenye E, taasisi ya Melinda and Gates Foundation inafikiri ambayo ilikuwa inahusiana na kupunguza vifo vya mama wajawazito na watoto. Yeah. Sindio eh? Mm. Kwa hiyo mheshimiwa rais, masuala ya tuzo haya kwake Mama Samia eh? Sindio no, yeah. Mama Samia Suluhu Hassan kwake haya ni mambo ya kawaida. Mm. Sindio? Kwa Mm. na sisi ukasema ni lazima tumpongeze mheshimiwa rais hasa kwa upande huu wa tasnia ya, ya famasia. Hasa kwanza ameongeza bajeti ya dawa, mm. Si ndio ambayo ni almost imefika bilioni 141.9. Sawa. Hiyo kwa ajili ya kuongeza tu huduma kwa wananchi. Na utakumbuka eh, huduma za serikali zinapimwa kwa kuangalia ni namna gani wananchi wa, wa wanapata huduma za dawa kwayo. Dawa na yenyewe ni kipimo kimojawapo kwa serikali. Tunampongeza tuna Mheshimiwa Rais kwa, kwa namna ambavyo ameongeza hiyo hiyo, hiyo uh, bajeti ya dawa hmm, lakini pia tunampa tuna, tuzo tuna, tuna, tuna, tuna huu hiyo kwa kumshukuru hmm. Sawa serikali yake e, hii awamu ya sita e, ambaye Dkt. Samia Suluhu Hassan imeweza kuruhusu ku, sawa uundwaji, kubadilisha muundo wa, wa hospitali na kutambua uwepo wa kurugenzi ya famasi ambayo inawapa fursa ya famasia kushiriki katika eh, kutoa maoni na maamuzi katika taasisi, hasa hospitali za, za taifa kama Mwimbili, hospitali za kanda na hizi hospitali za za, za rufaa za, eh, za, za, za mikoa. Lakini pia tunamshukuru mheshimiwa rais kwa ku eh, tambua na kuendeleza ubingwa, ubobezi nna mm-hmm. na, na, Ubingwa na ubobezi kwenye taaluma ya famasia yeah. Sasa hivi mheshimiwa rais anatenga ana fedha nyingi kwa ajili ya kusomesha wafamasia na kada zingine mbalimbali mbali. E, ambazo hawa kwa pamoja wakiungana wanatoa huduma uh, bora kwa, kwa wananchi kwao. Wafamasia kwenye hili tume tumekumbukwa mm. tume, tunasomeshwa lakini pia wamekubali pia kubadili muundo ku, wa kutambua wafamasia e, eh, bingwa na wafamasia bobezi. Kwa hilo e, eh, tunamshukuru na ndio maana tumempa tuzo lakini lakini pia a, tunamshukuru e, e, mheshimiwa rais kwa kuongeza ajira za wafamasia ndiyo. Sawa e, na kwa mwaka huu e, kama nilivyoeleza e, karibu ajira e, mia sita na hamsini, si ndio? Mm, kwa kwenye kada hii ya famasi e, zimeweza e, kutole, kutolewa.